Avieta. Rusha ndege ushinde wapi, utatua uamuzi ni wakoa inapatikana kupitia. Baada ya sitofahamu kutokea kuhusiana na kifo cha aliyekuwa mshereheshaji na mchekeshaji maarufu kutokea hapa nyumbani Tanzania anayefahamika kwa jina la MC Pilipili, tulisikia siku ya jana msemaji um, wa familia alisema kuwa mwili wa marehemu MC Pilipili walikutwa na majeraha hivyo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 tunashukuru sana kwa upande wa serikali, Jamhuri ya Muungano munga wa Tanzania, na tukiongozwa na Mheshimiwa Anthony Mavunde ambaye ametusaidia sana katika kuhakikisha jambo hili linakwenda vyema uh, tunashukuru sana kwa mambo. Nadhani umemsikiliza kwa makini kaka wa marehemu MC Pilipili namna ambavyo alivyozungumza hapo kuhusiana na chanzo cha kifo cha mdogo wake, amesema mdogo wake chanzo cha kifo chake ni majeraha ya kupigwa, lakini pia kama jana tulivyoweza kusikia kuwa ameni, msemaji wa familia alisema kuwa MC Pilipili amekutwa na majeraha mgongoni kama amevimba fulani hivi, na kaka yake leo amethibitisha kuwa mdogo wake amefariki kwa majeraha ya kupigwa. Nadhani uh, uh, serikali ama polisi watakuwa bado wanaendelea na upelelezi kuweza kufahamu zaidi ni nani ambaye amehusika kwenye kwenye kifo cha marehemu MC Pilipili pili, lakini pia hata familia nadhani haitaweza kukaa hivi hivi mpaka kuweza kumfahamu ama kumtia nguvuni yule ambaye amefanya tukio hili. Mimi naendelea kukumbusha tu kubaki nasi PMTV2 kwa sababu tuko hapa kwa ajili ya kukusogezea habari zote ambazo zitakuwa zikimeke headline kwenye mtandao wa kijamii, lakini pia kuhusiana na kifo cha marehemu MC Pilipili. mimi naitwa Kitozi, mpaka baadaye. Bye bye.